Uchumi wenu unategemea sekta tano: kilimo, madini, lakini utalii, mifugo ni sehemu muhimu sana ya uchumi wenu, pamoja na real estate na ile ambayo mheshimiwa mbunge hapa ameongea, viwanda yote ni sehemu ya uchumi muhimu hapa. Kwa sababu yamna, niseme jambo moja tu, niongezee sauti kwa mbunge wa viti maalumu hapa, niwape namba, niwape nisiwape kwenye utalii tunaongea mambo manne. Unaangalia idadi ya watalii, ameshasema mdogo wangu vizuri. Unaangalia pato anaotokana na hilo, amelisema vizuri. Niongeze mawili hapa, nyiwe mnategemea sana habari ya tua operators, tua guide, mountain climbing. Hiyo ni kweli, si kweli? Wakataka kuweka Kiswahili, wakasema wala siweke Kiswahili kwa sababu wanafahamu maneno haya kwa Kiingereza, watu wa Arusha ni wasomi tumeongeza idadi ya hao matua operators guide, mwaka 2021 walikuwa 2,079 leo mwaka 2025 ta, wapo elfu kumi na tano. Wameongezeka zaidi ya asilimia mia tatu, lakini angalia takwimu muhimu zaidi, tunaangalia sana kiwango cha matumizi ya vitanda kwenye mahoteli. Ukitaka kujua hapa utalii upo, angalia mahoteli vitanda vinalaliwa vingapi. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja katika vitanda mia moja ulikuwa ukienda kukagua katika nchi hii, kwa wastani ni vitanda ishirini na tano peke yake ndio vilikuwa vimelaliwa. Vitanda sabini na tano havina watu mwaka elfu mbili na ishirini na moja hiyo 2022 mama akaanda maandalizi ya Royal Tour. Tour akaendelea nayo lakini leo hii tunazungumzia katika vitanda mia moja kwa wastani ni vitanda sitini na sita na hapa kwa Arusha havipo vinajaa. Kwa hiyo amefanya makubwa. La mwisho kwa nini Dkt. Samia, nyeye watu wa Arusha ni wapambanaji. Mtu anaanza hapa, anaanza hapa ni dereva wa tua mpaka anamiliki magari ya tua. Ni kweli si kweli? Anaanza hapa, ni kibarua kwenye mashamba ya maua mpaka anamiliki mahekta ya mashamba ya maua, mpaka anauza nje. Nyiye ni wapambanaji, tumewaletea mpambanaji mwenzenu mama huyu kaanzia chini kama nyie, akiwa karani wa masijala, akajiendeleza, akasoma, akafanya kazi serikalini kwenye taasisi mbalimbali, akapanda mjimi wa baraza la wakilishi, amekuwa waziri Zanzibar, amekuwa waziri kwenye muungano, makamu wa rais na sasa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpambanaji. Si mpambanaji? Ninyi watu wa Arusha mnahitaji kuchagua mpambanaji mwenzenu, naye si mwingine, ni Dkt. Samia Suluhu Hassan, sawasawa? Sawasawa.